Turejee hapa Nairobi ambapo kamati ya bunge la kitaifa kuhusu sheria imepitisha majina ya makamishina sita na mwenyekiti mteule wa tume ya uchaguzi IBC. Pendekezo hilo kutoka kwa kamati ya sheria sasa litajadiliwa na wabunge wote kubaini iwapo majina yote yatapitishwa au la. Shughuli ya kuunda kikamilifu tume ya uchaguzi IEBC imechukua hatua nyingine baada ya kamati ya bunge la taifa kuhusu sheria kupitisha majina ya makamishna sita na mwenyekiti mteule wa tume ya uchaguzi IEBC. Matters, its makamishna hao wateule ambao walihojiwa Jumamosi tarehe 31 mwezi Mei mwaka huu ni mwenyekiti Erastus Edung Ethecon, makamishna Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol na Fahima Arafat Abdalla. Swear that the information shall give before this committee. Kupitishwa kwa majina hayo yote saba sasa kunalipa bunge la kitaifa kujadili ripoti hiyo ya kamati hiyo ya JLAC ili kubaini iwapo majina hayo yafaa kupitishwa au la. Kupitishwa ama kukataliwa kwa majina hayo na bunge zima la taifa kutaamua pakubwa kuendelea ama kusitishwa kwa shughuli ya kuunda kikamilifu tume ya uchaguzi IEBC ikiwa imesalia chini ya miaka mitatu kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa mwaka 2027. Iwapo mmoja wa makamishina hao wateule watakataliwa na bunge zima la kitaifa, basi shughuli ya kuunda kikamilifu tume ya uchaguzi IEBC itapata pigo na kuchelewa kuandaa uchaguzi mkuu ujao. Seth Olale, runinga ya Citizen.